Tanzania nchi ambayo kwa muda mrefu ilikuwa kama nguzo ya utulivu ghafla ikajikuta ukingoni. Sasa swali ni ilifikaje hapa? Twende pamoja tuichambue hadithi hii. Hebu fikiria hili, siku chache tu baada ya uchaguzi mkuu, taarifa ya kutisha inasambaa watu mia saba wanadaiwa kuuawa na vyombo vya usalama. Yaani, hii ndiyo ilikuwa cheche iliyowasha moto wa mgogoro mzima wa kitaifa. Unajua, huu haukuwa tu mlipuko wa ghafla wa hasira. Hapana, huu ulikuwa ni upeo wa miaka mingi ya sintofahamu iliyokuwa inatokota chini kwa chini. Ili kuelewa jinsi moto ulivyowaka, ni lazima kwanza tuangalie utambi uliowashwa. Okay, sasa twende tarehe 29 Oktoba 2025. Siku hii mitaa ya Tanzania ililipuka ile hasira iliyokuwa imejikusanya kwa muda mrefu kuhusu uchaguzi ulioonekana kuibwa hatimaye ikafikia kiwango cha uasi wa wazi kote nchini. Na hapa ndipo tunapoona kwamba haya hayakuwa tu maandamano ya Dar es Salaam pekee. La hasha, kutoka da hadi Mwanza, Dodoma hadi Mbeya, yani ilikuwa ni nchi nzima. Watu hawakuwa wanaandamana tu, walikuwa wanang'oa na kuchoma kila alama ya utawala. Ilikuwa ni kukataliwa kabisa kwa utawala wa chama tawala uliodumu kwa miongo na serikali ilijibu vipi? Mwitikio wao ulikuwa wa haraka na mkweli wa kikatili. Hawakujaribu kudhibiti umati kwa njia za kawaida. Hii ilikuwa operation kamili iliyopangwa vizuri kabisa, kwa lengo moja tu, kuzima sauti yoyote ya upinzani kwa kutumia nguvu zote. Sasa, walihalalishaje matumizi haya ya nguvu? Ni rahisi, waliita waandamanaji wahalifu na wasio wazalendo. Kwa kufanya hivi, Rais Hassan alitoa kama kibali cha kutumia nguvu kupita kiasi. Hii ni mbinu tunayoiona mara nyingi kwenye tawala za kiimla: wapake matope wapinzani wako ili uhalalishe kuwakandamiza. Na hapa sasa, tuangalie vita vya taarifa. Kwenye meza hii utaona pengo kubwa sana. Serikali inasema hakuna aliyekufa zero, lakini Umoja wa Mataifa, Amnesty na hasa upinzani wanatoa namba tofauti kabisa zinazofikia mamia. Hii inaonyesha jinsi ukweli wenyewe ulivyokuwa uwanja wa mapambano. Lakini tusidanganyike kufikiri ukandamizaji huu ulikuwa tu jibu la maandamano. Hapana, hii ilikuwa ni hatua ya mwisho iliyopangwa kwa makini mkubwa kuhakikisha kuwa uchaguzi wenyewe haukuwa na ushindani wowote tangu mwanzo. Serikali haikuacha jambo lolote libaki hivi hivi. Walitumia mkakati wa hatua tatu kuwamaliza wapinzani mapema, kabla hata ya siku ya kupiga kura. Hatua ya kwanza, mkamate mpinzani mkuu. Hatua ya pili, mwongue mwingine kisheria. Na hatua ya tatu ya mwisho kabisa, kipige marufuku chama chochote. Matokeo yake, uchaguzi ambao tayari mshindi alijulikana. Lakini haikuishia kwenye mbinu za kisheria tu. Hiyo ilikuwa ni sehemu moja tu ya picha. Chini kwa chini kulikuwa na kampeni ya vitisho na ugaidi: utekaji nyara, mateso. Lengo lilikuwa ni kuingiza hofu na kunyamazisha yoyote ambaye angejaribu kusimama. Hii haikuwa siasa tena, ilikuwa ni vita ya kisaikolojia. Sasa, ili kuelewa vizuri kwa nini hali ilifika hapa mwaka 2025, inabidi turudi nyuma kidogo. Hii si habari ya jana wala juzi. Nyufa kwenye demokrasia ya Tanzania zimekuwepo kwa miongo mingi. Kwa kweli, mgogoro huu ulikuwa unajijenga taratibu kwa muda mrefu sana. Fikiria hivi, mwaka 1992 Tanzania ilipaka nyumba yake rangi mpya ya vyama vingi, lakini msingi na kuta za zamani za chama kimoja zilibaki pale pale. Kwa nje ilionekana kama demokrasia mpya, lakini kiuhalisia chama tawala hakikuwahi kuachia nguvu zake za msingi. Unajua, Rais Samia suluhu Hassan alipoingia tu madarakani mwaka 2021, kulikuwa na hewa safi, kulikuwa na matumaini makubwa sana. Alianza kwa kufungua milango iliyokuwa imefungwa, akaruhusu mikutano ya siasa, akabadili sheria kandamizi na hata akawaachia baadhi ya wafungwa wa kisiasa. Lakini ole wao, matumaini hayo hayakudumu. Inaonekana ile awamu ya mageuzi ilikuwa ni mbinu tu ya kujipanga na kujimarisha. Mara tu alipohakikisha ameshika hatamu vizuri, pazia likafunguliwa na tukaona sura halisi, kurudi kwa ukandamizaji ule ule wa zamani, lakini safari hii ukiwa na makali zaidi. Lakini ukandamizaji wa kisiasa ni nusu tu ya shilingi. Ili kuelewa hasira iliyokuwa mitaani, ni lazima tuzungumzie hali ya maisha, tuzungumzie pesa na hasa ukosefu wake. Hapa ndipo penye kitendawili. Serikali ilikuwa ikitangaza takwimu za ukuaji wa uchumi asilimia sita, lakini kwa mtanzania wa kawaida, yule anayepambana mtaani, namba hizi zilikuwa hazina maana. Ilikuwa kama kuna nchi mbili ndani ya moja, Tanzania ya takwimu mzuri kwa wachache na Tanzania ya maisha magumu kwa walio wengi. Na hasira hii ya kiuchumi ilichochewa hasa na mambo mawili. Kwanza, tozo mpya kwenye miamala ya simu. Hili liliwaumiza moja kwa moja watu wa chini. Pili, ule mkataba wa bandari na kampuni ya Dubai. Kwa wengi, hizi sera zilionekana kama usaliti, serikali inawakamua wananchi wake na wakati huo huo inauza rasilimali za taifa. Na katikati ya moto huu wote walisimama vijana, kizazi kipya kabisa, maarufu kama Gen Z. Hawa hawakulelewa na hadithi za uhuru za chama tawala wao walikuwa wakiona rushwa, ukosefu wa ajira na fursa finyu. Wanatumia simu janja, wako mtandaoni, wameungana na dunia na muhimu zaidi, hawana hofu ya kupambana na mamlaka ana kwa ana. Basi mgogoro wa 2025 umebadilisha sura ya Tanzania. Ile sifa ya kuwa kisiwa cha amani sasa imetikiswa, na taifa limejikuta kwenye njia panda muhimu sana. Mwitikio wa kimataifa nao ulikuwa wa kushangaza, umegawanyika katikati. Kwa upande mmoja, nchi za Magharibi zililaani vikali na kusema uchaguzi haukuwa halali, lakini kwa upande mwingine, Umoja wa Afrika uliupitisha na kumpongeza rais. Ujumbe huu uliokuwa unakinzana ulipunguza nguvu ya shinikizo la kimataifa la kutaka uwajibikaji. Sasa swali ni, Tanzania inawezaje kutoka hapa ilipo? Wataalamu wametoa mapendekezo ya wazi kama ramani ya barabara yenye hatua tatu na kila kitu kinaanzia na hatua ya kwanza, ambayo ni muhimu kuliko zote: simamisha ghasia mara moja na anza mchakato wa uwajibikaji. Na jumuiya ya kimataifa nayo ina kazi ya kufanya. Ujumbe hapa ni dhahiri: maneno matupu hayatoshi. Umefika wakati wa vitendo vinavyoonekana, kuanzia kuwawekea vikwazo wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu hadi kukataa kabisa kuyatambua matokeo ya uchaguzi uliojaa dosari. Shinikizo la kweli linahitajika ili kuunga mkono matakwa ya kidemokrasia wa Tanzania. Kwa hiyo, Tanzania iko kwenye njia panda. Njia moja inarudi kwenye giza la udikteta. Nyingine inaelekea kwenye mwanga wa demokrasia mpya. Sauti ya watu imesikika, lakini swali la msingi linabaki. Je, sauti hiyo ina nguvu ya kutosha kubadili mfumo uliokita mizizi? Mustakabali wa taifa zima unang'ang'inia hewani.